Mechi hizi tatu ambazo amecheza kuanzia mchezo dhidi uh, ya Mashujaa ambao Simba alikuwa wa kwanza kutanguliwa kwa, kwa bao la mshambuliaji wa, wa Mashujaa, safari kibaya kipindi cha kwanza mapema kabisa eh, na baada ya hapo ikaenda kurejesha mabao kipindi cha pili mwishoni na kupata ushindi bao kwa moja, na wakaenda katika uwanja wa Nsamuyo ya JKT na kupata ushindi bao pekee la Fabrice Lamba Ngoma, kiungo wa kati, na ukichukua michezo ya jana kwa maana mchezo ambao ulipata ushindi mnono baa matanda kwa moja, ukiangalia tofauti kubwa ambayo imekwenda kuonekana kwa tofauti mbalimbali, uh, tofauti za kimchezo ni kwenye eneo la kikosi cha kwanza. Unaweza kumwona uh, mwalimu Fadlu Davids, kuna watu ambao waliowasa kwenye kikosi cha kwanza kwenye mechi dhidi ya mashujaa, nakumbuka sote kwamba Uh, alimwanzisha nje kabisa uh, kwenye kwanza lineup za mchezo kabisa, kwenye lakini pia kwenye eneo uh, la ulinzi alianza na na Auma katika mabeki wa kushoto, alimwacha nje Mohamed Hussein, lakini kwenye eneo la kiungo tunakumbuka vizuri kwamba alikuwa hana Fabrice Lamangoma, ambapo alianza na Bobora Mavambo pamoja na Okajefa katika eneo la kiungo kushambulia alikuwa Kibu Denis uwanjani, nakumbuka akuwa janshari awa lakini pia hata mpanzo pia alianza nje, si ndio? Katika eneo la kushambulia akaanza na na na desemu kwala. Kwa hiyo sababu kubwa hapa ni tunasema mabadiliko eh, ya wachezaji katika kikosi cha kwanza yalienda yali kuleta impact ya moja kwa moja, kwa mfano bao la kwanza la Mashujaa, bao pekee la, peke la Mashujaa lilitokana na baada ya pasi mbovu ambayo alipiga eh, Vat Nouma, maanake katika eneo la kushoto. Lakini ukiangalia kipindi cha kwanza mashambulizi ambao alikuwa nafanya Simba kupitia akina Edni Barua, lakini pia kina Awesu Awesu wa kuweza kufua dafu, ndio maana timu ikawa ina struggle mpaka kipindi cha pili baada ya mwalimu kufanya badiliko kadhaa yakaenda kuleta tija. Unakuja kuangalia mchezo uliofuata, uh, Fadru akaweza kuboresha kwa maeneo kadhaa ambapo akajaribu pia kumtumia uh, ngoma ambaye alimrejesha kwenye kikosi cha kwanza hmm, eh, kwenye ule mchezo na akaweza kuandika bao lakini kwa mchezo wa jana ot angalia kikosi ambavyo kilianza, unakuja kuona kabisa kwamba uh, ameanza karabu uh, Shamu akaanza Abla Zakamsa Abla, uh, Abla yeah. akaanza Mohamed Hussein Zimbwe, lakini pia Shomari Kapombe. Katika eneo la kiungo alikuwepo pale Fabrice Ngoma, Bobora pia alicheza pia, pia, pia, pia, aliingia kipindi cha pili, lakini angalia Kagoma na Ukajefa na alicheza, lakini kwenye eneo la kiungo kushambulia, tunakuja kuona ambako Eh, Mwalimu Fadru aliweza kumpa nafasi eh, Yeshua uh, Mutale mm. Ambapo Yeshua Mutale tunataka kumzungumzia baadaye, lakini unakuja kuona eh, alikuja kumpa nafasi Mutale Yeshua Lewa na pamoja na na na, na, na, na elimu panzo katika eneo la upande wa la kulia alafu akamwanzisha uh, eh, ile ratiba. Kwa hiyo kitu kikosi cha kwanza uh, eh, kilikwenda kupata mabao kwenye kipindi cha kwanza. Unakumbuka bao lilifunga la kwanza la Yeshua Lewa kwa mkwaju wa penati. Eh, clear plate kabisa na Simba kapata bao la kuongoza. Lakini automatically mimi naangalia kwenye eneo ambavyo Simba wameweza uh, kuonyesha kwamba wamekuja na jamaa tofauti. Kwa mfano jana ilikuwa niko uwanjani kuangalia mchezo eh uh, nimekuja kugundua kwamba kuna kitu kimoja ambacho Fadu ameweza kukibadilisha kwenye kikosi chake. Anatumia uh, kama namba kumi na mbili kiwanjani katika jinsi ambavyo anacheza, angalia Joshua mm -hmm. Mutale pamoja na na Jean mara nyingi wote unakuwa ndani lakini, kuna muda ambako Mutare ni kama anaonekana pande zote za uwanja, yani katikati, pembeni, pande ya kulia, pande ya kushoto, alafu anapata space eh uh, Mpanzo kutokea ndani ya pembeni zaidi, lakini wanakimwacha peke yake kule uh, lile la teba uh, tofauti ambayo ipo ni kwamba Simba anapokuwa anakwenda kushambulia unakuja kuona kuna namba nyingi, namba namba kubwa, kwa sababu unakuja kumuona Yesho Mutare na Yesho Lawa wanakuwa nyuma ya Ateba alafu Mpanzo naye anakwenda kuingia kwenye nafasi nusu baina ya beki wa pembeni na beki wa kati wa timu pinzani, kama Pamba hapo jana, lakini unakuja kumwona Shomari Kapombe pamoja na, na Mohamed mm Hussein -hmm wamekwenda kutanua mbavu zao, lakini wanaopiga hizo pasi kwenda kwa, kwa kina Mohamed Hussein sio wale viungo washambuliaji, hapana. Ni ngoma ambaye anasogea juu ama ukajifa pia naye amesogea amesogea juu, kwa hiyo wao mapana ya uwanja wakishafanya alafu wakiwa na watu wengi kwenye eneo la mwisho, wanakwenda kutengeneza numerical advantage. Kwa sababu ili uweze kuwa wa kwanza kwenye mpira ya pili ama uwe wa kwanza kwenye mashambulizi katika eneo la mwisho, labidi pia uwe na na idadi kubwa ya wachezaji katika eneo katika eneo lako la kwenda kushambulia, lakini pia unatazama ile uh, kasi ambayo wamekuwa nayo, lakini maamuzi ambayo yako sahihi, alafu jinsi ambavyo wanaweza kubadili, yani kama walikuwa na kaba wakishapata mpira yani, Simba wakikufanyia waki high pressing yao wakikufanyia shinikizo la juu, wakipata mpira yani ule waraka ambao wamekuwa nao na huu unasababishwa na watu ambao wapo nao wanaenea wa pembeni kina Mutale, pamoja na Mpanzo, ile kasi ambayo wapo nao, alafu wanapenda sana kuingia kwenye box. Na ndio maana tunasema kwamba Simba sio kwamba labda wanapewa tu penati labda tu wanapewa, hapana. Simba ni timu ambayo inaongoza kwa kuingia kwenye box ya timu pinzani. Na kwa nini huwezi ukapata penati kama unaingia kwenye box ya timu pinzani? na mara, mara nyingi tumeshuhudia uh, nyota wa, wao wakitendea madhambi kwenye eneo la 18 kwa hiyo ina maana kwamba si mara nyingi mashambulizi yao huwa wanalenga kuingia kwenye kwenye, kwenye box. box kwa hiyo na unaongea kwenye box lazima uwe na mpango lakini mpango lazima upate support ina maana speed hiyo nzuri kwa watu wako pembeni mm. lakini pia jinsi ya kupiga pass katika wao viungo wako washambuliaji na nzuri kwa hiyo ukiangalia mwenendo wa Simba mpaka sasa kwenye ile mechi iliyopita wanaweza kugundua kwamba ni jinsi ni, ni, ambavyo wameweza kuongeza kasi ambayo kwenye mechi zilizopita haikuwa sahihi sana, lakini ukiangalia uh, na washambuliaji wao ambao walianzisha hapo jana walikuwa na siku nzuri uh-huh. kwa hiyo ni vitu ambavyo vimebeba Simba katika mchezo wa jana ukilinganisha na katika mechi ambazo zilipita zile mbili ambazo mmoja walishinda kwa kwa bao moja kwa sifuri na moja pia uh, na moja ambao walishinda kwa mabao mawili kwa moja.